Unajua huna pesa kwa sababu hauko kwenye nafasi pesa inayotakiwa kuja. Ukiwekwa kwenye nafasi ambayo pesa inakuja, mchungaji, pesa inakuja tu yenyewe. Kuna watu hawajui. Watu wanafikiri ili wawe na pesa wanatakiwa waombe pesa. Usiombe pesa, omba kinachoita pesa. Kuna kinachoiita pesa. Mtikise jirani yako, mwambie kuna kinachoita pesa. Hebu <laughs> mwangalie usoni, mwambie tena. Kuna kinacho yani, kuna kitu kikiwa mahali, pesa inakimbia yenyewe, inakuja yani inakuja tu, inakuja tu, inakuja. Na unaweza ukaomba pesa ikaja kwako, kwa ikapita kwangu. Kuna watu wangapi hapa wameshawahi kuwa na pesa na hawana, na wanaelezea, nakwambia zilikuja, yani zilikuja, lakini sasa hivi nakwambia hali. Maana yake zilikuja zikachungulia mazingira, zikaona hapa hapafai kukaa hapa, wacha tuende sehemu nyingine.